My beautiful people, na story ambayo niko nayo ni kuhusiana na aliyekuwa star wa Bongo Movie hapa Bongo hapa namzungumzia Riyama Ali, e bana, ameweza kuweka wazi kwamba hakuweza kupata mafanikio yoyote kwenye upande wa sanaa ya maigizo katika kipindi chote ambacho ameweza kutumikia kwenye sanaa ya hapa Bongo. Lakini kulingana na yeye ameweza kusema kwamba mafanikio ambayo ameweza kuyapata ni kwenye suala zima la umaarufu, lakini kwenye suala la pesa hajaweza kupata kabisa. Baadhi ya wasanii wengi sana wameweza kuwa wakifanya kazi ya maigizo, lakini wamekuwa wakilinga tu na majina, lakini kwenye masuala mazima ya pesa imekuwa ni changamoto eh, kwa wasanii wengi wa hapa Bongo e bana. Kitendo hicho kimeweza kumfanya moja kwa moja Riyamaally aweze kuacha tasnia ya uigizaji na kudondoka moja kwa moja kwenye utangazaji. Nikimnukuu kwa maneno ambayo Riyamaally ameweza kuyazungumza, amesema hivi e bana, ukiniuliza hata mwelekeo wa mafanikio yangu kwenye sanaa e bana, sioni si wala sijui, zaidi ya umaarufu kunuka umaarufu uliozidi kuliko eh, maisha yangu mimi e bana, nimesimama kwa mwaka watano kwa sababu sikuwa naona ile thamani yangu eh, inayojaliwa na Watanzania. Nimefanya kazi anasema nimefanya kazi kubwa sana, wanapeana matuzo ili ilikuwa ni kama dongo fulani hivi kwa e, tasnia ambazo zinahusika na masuala mazima ya kugawa tuzo kwa hapa Bongo, yani kwamba mashirika yote ambayo wanagawa tuzo e, za wasanii ambao wanafanya poa zaidi kwenye game, lakini cha ajabu ni kwamba yeye Riyamaally alivyoona kabisa kwamba kama e, tasnia ya uigizaji haimlipi, akaamua kuachana nayo na kudondoka kwenye masuala mazima ya utangazaji. Hao ndio maneno ambayo Riyamaally ameweza kufunguka moja mmoja, e, baada ya kuonekana kabisa kwamba doubt ni kibao watu wengi wakiamini kwamba oatu e, kuna kitu gani ambacho kinaendelea maana unajua wasanii hususan ni wa kike, ndo, wa kike ndoa ndo zinafanya wao waweze kubadilika na hata e, pia nikukumbushe tu kwamba hata pia e, msanii e, Snula aliweza kuacha katika masuala mazima ya kuendelea e, kuimba nyimbo zake za singeli zile pale, lakini pia kufanya show alionekana kabisa kwamba ndoa ndo ando, ando ilimbadilisha kuweza kutoka kwenye masuala mazima ya uimbaji na kuendelea kum, kumcha Mungu liamini kabisa kwamba ndoa ndo ilikuwa ndo chanzo cha Snura kuweza kubadilisha upande wa kuacha kuimba na kuendelea sasa kuendelea kumtumikia Mungu Saifi. Sasa hivi sasa Liama Ali ameweza kuthibitisha baada ya watu wengi sana kuwa na doubt, mashabiki wake kwamba kwa nini ameacha eh, kuigiza Bongo Movie na kudondokea kwenye masuala mazima ya utangazaji.